Leo nitazungumzia documents za muhimu ambazo zitahitajika wakati wa kudai claim ikiwa mwenye bima amefariki. So document ya kwanza ni kujaza claim form. Hakikisha umejaza claim form completely kama inavyohitajika na kampuni ya bima husika. Dokumenti ya pili ni uh, original policy document, ile form ambayo uliijaza wakati unanunua bima ya maisha. Hakikisha ile fomu unayo na ina muhuri wa bima na imesainiwa sehemu zote okea umepoteza hii fomu kwa namna moja ama nyingine, hakikisha unawasiliana na kampuni ya bima ili waweze kukupatia wa mbadala wa fomu hii, kwa sababu ni one of the documents zitakazohitajika wakati wa kudai claim. Kama hutokuwa na fomu hii, probably unaweza usilipwe. Document ya tatu ni, ni death certificate au burial certificate, kama mwenye bima amefariki. Kwa hiyo tutahitaji death certificate yake ama burial certificate. Uh, document ya nne ni kitambulisho chake, ili tuweze kujiridhisha lile jina la kwenye death certificate na kitambulisho ni mtu mmoja na information ambazo zipo kwenye original document form yetu. Na uh, document ya tano ambayo sio lazima sana, in case mwenye bima amefariki kwa ajali, so tutahitaji police report ikiwa tu amefariki kwa ajali, lakini kama amefariki kwa natural death, amefariki kwa magonjwa au kwa kitu kingine chochote, haitahitajika police report. So make sure you have these documents in place wakati